Siasa imekutana na burudani hivi. Unajua kuwa jina la Alikiba liliwahi kujadiliwa bungeni nchini Tanzania? Na sio kwa kashfa au tuhuma, bali kwa mavazi yake. Kwenye mjadala mkali wa Bunge la Tanzania, mbunge mmoja aliwashangaza wengi kwa kumtaja Alikiba kuwa msanii pekee anayejiheshimu kwa kuvaa kisasa na kwa nidhamu, tofauti na wasanii wengine wanaovaa jinsi zilizochanika na kuzishusha hadi chini ya makalio pamoja na mavazi mengine ya ajabu ajabu. Swali ni je, hii ni sifa au kejeli kwa wasanii wengine? na kwa nini jina la Alikiba lilitokea kwenye mjadala wa Bunge? Hebu tujaribu kuitazama hii ishu kwa undani zaidi. Alikiba anavaa vizuri, tunataka wanamziki wa wanaovaa vizuri tunataka wasanii wanaovaa vizuri. Kuwa msanii, kuwa maarufu, sio kuvaa nguo za ajabu, sio kuimba nyimbo za matusi. Sasa haya mambo tukiwa serious right from the beginning, watu watajua Tanzania sasa iko safi Nimwongezee mchangiaji kwamba kwa kweli kuna umuhimu sana wa kuangalia maadili yetu. Leo kuna vijana wanasuka kama wanawake. Kwa nini sichukuliwe hatua ya kuwanyoa nywele tunapokutana nao barabarani? Naipokea hiyo taarifa, na ndio maana nimempongeza mwanamuziki mmoja. Wewe hujamwona yule mwanamuziki ametoboa masikio na vavaa hereni? Alikiba anaishi katika maadili, lakini wengine unavaa suruali, unaimba mziki, umeishusha chini, lichupi linaonekana. Nani anataka kuona nani? Anataka kuona chupi yako? Kwani nani asiyevaa? Kwa hiyo tuangalie hivyo vitu jamani, hebu tusimame kwenye maadili, tuwe kama Wakorea jamani, tusimame kwenye maadili. Wanapaka yani ni, ni vitu vya ajabu kabisa. Mbunge huyu ameibua mjadala mkubwa sana, na si tu kuhusu mavazi ya wasanii bali pia heshima ya wasanii wetu katika jamii. Anasema wazi kuwa Alikiba ni mfano wa kuigwa kwa namna anavyojitokeza hadharani akiwa amevalia nadhifu, tofauti na mastaa wa kushusha jinsi chini ya makalio. Ila naweza sema ni kweli kwamba mashabiki wengi wamewahi kumpongeza Alikiba kwa kuwa klasi artist anayeweza kuvutia bila kupoteza utu wake. Kama ushawahi kukutana na interview ya Poshi Queen, aliyekuwa mpenzi wa msanii Harmonize, aliambiwa achague msanii mmoja wa kiume anayemvutia zaidi Tanzania na akasema Alikiba. Lakini je, huu mjadala wa mavazi ni muhimu kweli kwa maendeleo ya sanaa yetu, au ni njia tu ya kuonyesha tofauti kati ya wasanii wa kizazi kipya na wale wa zamani? Maanake wasanii kama Alikiba, Diamond Platnumz, Harmonize, Mario, kila mmoja na mtindo wake. Lakini je, kuna dress code ya wasanii? Na je bunge linapaswa kuingilia jambo hili? Maanake ukitazama wenzetu kimataifa kwenye matukio ya red carpet kama Grammy, unaweza ujionea vituko kwa jinsi wenzetu walivyopeleka game yao ya mavazi katika level nyingine tofauti kabisa. Watu wengi wanasema sanaa ni uhuru wa kujieleza hata kwa mavazi, lakini upande wa pili unasema msanii ni kio cha jamii na lazima aonyeshe kwa mfano. Lakini je, unakubaliana na kauli ya mbunge huyu kuwa Alikiba ndiye msanii pekee anayevaa vizuri kuliko wasanii wote, au unadhani kuna wengine wanaostahili sifa hizo zaidi? Niachie kwenye comment section ebwana. Mimi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo bwana eh. Tukutane kwenye video ijayo.